Viongozi mbalimbali wa dunia na wa dini wameendelea kumpongeza kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa Kumi na nne, ambaye jina lake halisi ni Robert Francis Prevost, Mmarekani wa kwanza kuchaguliwa kuongoza kanisa hilo. Victor Abuso anaeleza hali ilivyokuwa. Baada ya dunia kusubiri kwa siku mbili, siku Alhamisi jioni, moshi mweupe ulionekana kuashiria kuwa kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki alikuwa amechaguliwa. Mbele ya maelfu ya watu katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican, hilo likathibitishwa Abemus Papam. Akiwa amevalia mavazi ya kipapa, Kardinali Prevost alijitokeza kama ilivyo desturi ya kanisa hilo, ili ulimwengu umfahamu tayari alikuwa ameshachagua jina Papa Leo wa kumi na nne. Aliwapungia mkono watu waliokuwa wanamsubiria na, na kuwapa salamu za amani, huku akishangiliwa za a. Nchini Marekani, waumini wa umino Kanisa Katoliki walifurika makanisani kusherekea kuchaguliwa kwa mzaliwa wa nchi hiyo ili kuongoza kanisa hilo kwa mara ya kwanza. Viongozi mbalimbali wa dunia wamempongeza huku rais wa Marekani akisema ni heshima kubwa kwamba marekani amechaguliwa katika nafasi hiyo. Barani Afrika, viongozi mbalimbali nao hawakuachwa nyuma. Rais wa Kenya William Ruto na Samia Suluh Hassan wa Tanzania wamempongeza Papa Leo wa 14 na kumtakia utumishi mwema. Baada ya kuchaguliwa kwake, Papa Leo wa 14 siku ya Ijumaa anatarajiwa kuongoza misa yake ya kwanza na makardinali wa kanisa hilo anapoanza kazi kubwa ya kuwaongoza wakatoliki bilioni moja na laki nne kote duniani.